Katika hali inayozidi kuzua joto la kisiasa katika kaunti ya Kakamega, Seneta Boni Khalwale amemshambulia vikali Gavana Fernandes Barasa kwa kile alichokitaja kuwa ni kushindwa kutekeleza miradi ya maendeleo. Akihutubia mkutano wa hadhara uliofanyika kwa ajili ya kumpigia debe mgombea wa wadhifa wa kisiasa Seth Panyako, Khalwale alielezea wazi kuwa hata sita kuanzisha mchakato kumbandu wa kumbandua Barasa mamlakani endapo hataboresha utendakazi wake. Kauli hii zimeibua mvutano mkubwa miongoni mwa wafuasi wa pande zote mbili, huku baadhi ya wakazi wakielezea wasiwasi wao kuhusu mstakabali wa maendeleo ya kaunti hiyo. Tukaenda kuangalia vile 500 milioni yenye Oparanya aliwacha Buhungu Stadium vile Barasa ali, alikula Tukaenda kuangalia vile alikula pesa ya Shama Khubu Hospital in Shinyalu. Tukaenda kuangalia vile amekula pesa ya Rifaro Hospital Kakamega. Yeah. Barasa badala ya kuja kujibu seneti akatoroka akatupatia some junior boys ati waje wazungumze na the Senate of Kenya. Na Barasa kanalia kanasema kanaandikia seneti eti Khalwale awe discipline. Barasa you cannot discipline the bullfighter. Yeah. Kama hujui bullfighter ndio alitua Amos Kimunya katika siasa ya Kenya. Mimi na kama hujui Barasa, kutokana na hiyo kitendo yako ya jana, sasa ninaenda Nairobi, we are going to impeach you, utoke katika uongozi. You are not fit to be a governor miradi kadhaa ya kimaendeleo inayodaiwa kusimama bila maelezo ya kuridhisha imetajwa kuwa kiini cha mzozo huo unaozidi kuchacha. Khalwale ambaye ni mkosoaji sugu wa Barasa amesema kuwa muda wa kumsamehe umekwisha na sasa ni wakati wa kumwajibisha. Huku akiungwa mkono na baadhi ya viongozi wa eneo hilo, seneta huyo ameapa kuwasilisha hoja rasmi ya kumwondoa gavana Barasa iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa ili kufufua miradi iliyoathirika. Nikiripotia mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Brigid Sikukuu.